Hello my family Bwana Yesu asifiwe! Mambo vipi, mko poa, mko good? Habari za weekend, habari za mlipo, popote mnaponitazama, mnaponifatilia ninawapenda. Leo tu neno moja, mimi ninawapenda sana mashabiki zangu wote duniani. Kabla sijaingia kwenye mada kuu, naomba ingia pale YouTube andika TV, like comment share na kwa wengine, Mungu atakubariki sana. Lakini pale pale YouTube ingia, andika Deborah Bukuku, utakutana na nyimbo zangu nyingi sana zenye zenye ujumbe mzuri kutoka kwa Mungu, pia na kuomba subscribe. Usiondoke bila kusubscribe, subscribe like, comment share, na kwa wengine pia. Mungu akubariki sana sana, utakuwa ni supoti pakubwa sana. Sasa leo nataka tudadavue jambo iko hivyo Miaka kadhaa iliyopita, yani generation ya wazazi wetu na dada zetu, vipindi vya ndoa zao, walikuwa ni watu wenye aibu kubwa sana. Yani dada siku anakuja kuchumbiwa nyumbani, Mungu wangu, anatia huruma, ana haha, ana aibu muda wote iko tu, sasa bwana <laughs> Siku ya harusi ndo kituko, atalia, analia, wanamshika wanamshikilia, analia, hataki kuolewa, sijui anaona nini mwenyewe, analia, amechanganyikiwa. Haya, hatafanikiwa kuingia kanisani kumvika pete, anatetemeka, analia, Mungu wangu. Pale bwana harusi, mchungaji, namwambia mumfunua huyo mwanamke, kama ni wakwako, kumtoa kile cha kichwani kinaitwa nini, kile kichandarua, kile cha kichwani cha maharusi kile Kumtoa dada, anabubujikwa na machozi, amechanganyikiwa, analia mpaka anaenda ukumbini. Ukumbini kwenyewe kwa moto yani, analia, anawaza, sijui alikuwa anawaza nini, sijui walikuwa wanalia nini. Sasa kuna hichi kizazi chetu, hichi kizazi jamani, bibi binti anachumbiwa, ameshaandaa ngoma mashosti wa mtaa ameshona sale, naolewa. Michambo kama yote status, naolewa, naolewa. Haya, hajaishia hapo, ameshatolewa mali, tumekubali. Siku ya harusi kwanza, nakupigia shela liko hapo. Limebanwa, matiti yameishia hapa, kiasi kwamba hata akicheza kidogo, matiti yanaweza kumwagika, yakamwagika anacheza na kata maono staili zote hajali, pale kuna wakwe zake waliomzalia mume kuna wazazi waliomzaa kuna watumishi wa Mungu ambao wako kwa ajili ya kufungisha ndoa yake pale.